Wachambuzi wa taasisi ya rasilimali duniani WRI ambao hufuatilia uwasilishaji wa malengo hayo wamesema zikiwa zimesalia siku chache kabla ya mkutano wa kimataifa wa hali ya hewa wa COP 30 kuanza katika jiji la Belem nchini Brazil, ni nchi 65 pekee ambazo tayari zimewasilisha rasmi malengo yao ya hali ya hewa. Hii inawakilisha takriban asilimia 36 ya utoaji wa hewa chafu duniani. Utoaji wa gesi inayochafua mazingira unaotokana na uchomaji wa makaa ya mawe, gesi asilia na mafuta ndiyo unaosababisha mabadiliko katika hali ya hewa duniani na kuleta ukame, mafuriko, dhoruba na joto kali linaloua watu. Imepita miaka kumi tangu kupitishwa kwa makubaliano ya kimataifa ya hali ya hewa ya mwaka elfu mbili kumi na tano makubaliano yenye malengo makubwa zaidi hadi sasa. Kulingana na makubaliano hayo, viongozi wa dunia waliahidi kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi chini ya nyuzi joto mbili na ikiwezekana kuzuia lisizidi nyuzi joto moja nukta tano. Simon Stiell, mkuu wa masuala ya tabia nchi wa Umoja wa Mataifa, amesema kuwa kuna maendeleo halisi yanayopatikana, lakini kasi yake inapaswa kuongezeka na kuwa ya haki zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa, kama ahadi zilizotolewa zitatekelezwa, basi kutakuwa na upungufu wa takriban asilimia kumi ya utoaji wa hewa chafu duniani kufikia mwaka elfu mbili thalathini na tano. Melanie Robinson, mkurugenzi wa mpango wa hali ya hewa uchumi na fedha wa kimataifa WRI, amesema kuwa mabadiliko yanaendelea, akitaja uwekezaji katika nishati ya jua, magari ya umeme na ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza na shirika la habari la The Guardian la Uingereza, katibu mkuu wa Umoja mataifa Antonio Guterres alisema kuwa dunia imeshindwa kuzuia kupanda kwa joto duniani kupita kiwango cha nyuzi joto 1.5 katika miaka michache ijayo. Umoja wa Ulaya, China na India ni miongoni mwa watoaji wakubwa wa hewa chafu ambao bado hawajawasilisha rasmi malengo yao Wakati wa wiki ya hali ya hewa ya New York mwezi Septemba, rais wa China Shi Jinping pia alitangaza dhamira ya kupunguza utoaji wa gesi chafu kwa kati ya asilimia saba hadi kumi kutoka kiwango chake cha juu, kiwango ambacho wachambuzi wanaamini China imekifikia au iko karibu kukifikia. Wakosoaji wamesema ahadi hiyo ni ndogo mno, lakini wataalam wameiambia DW kwamba China huenda ikatimiza na hata kuzidi lengo lake.